Sawa hmm. utaanza na utafinya hii ukitaka, kwanza unafinya hii itaweka karedi hapa Kari. Haya, anza anza, anza. Ah, Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi Wakristo mahali popote mko duniani, niwatakie tu amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe juu yenu. Aa, niko hapa katika town ya Nakuru katika ardhi ya Kenya, kuna city fulani ambayo inaitwa Nakuru, mahali ambapo tumefanya kazi kubwa ya utumishi na mahali ambapo tulipoanzia kazi ya kupambana na hoja za Waislamu. Nilikuwa naomba niweze kuchukua nafasi hii kwanza nimwambie yule yuko nyuma ya kamera asungushe kamera ielekee pade ya msikiti hapo nje ya msikiti hapo unapoona nje ya msikiti unaitwa msikiti wa Nakuru Jamia Mosque. Hapo nje Waislamu kwa muda mrefu walikuwa wanafanya dawa, yaani kuwa challenge wa Kristo na kuwasilimisha, yaani kuwafanya Wakristo kuwa Waislamu, na tulipofika katika pade hii ya Nakuru tulianza kupambana nao na tulianzia mahali fulani pale kando, ndipo tulipoanzia kupambana na hoja za Waislamu, na haikukuwa kazi rahisi, ilikuwa ni kazi ngumu ambaye tulipambana kwa uwezo wa Mungu, na mwisho tulimaliziwa kupelekwa polisi na tukawa tumefungiwa kule polisi, lakini muda si mrefu tukawa tumeachiliwa. Tulipambana kwa hoja na kuruhii na mpaka sasa nafikiria kwamba hakuna Muislamu yoyote ambaye anaweza kuwa na hoja yoyote ya kumfanya mtu kuwa Muislamu kwa sababu hoja zote tulizijibu, na wakasareda na wakachukua wakasalimu amri. Sasa kwa sababu kuna ushahidi wa watu ambayo walikuwa hapa, na mmoja ambaye ako nyuma ya kamera, tutamleta hapa, kwa sababu yeye anasema ya kwamba isipokuwa ni hoja ambazo tulikuja kuzitoa dhidi ya Uislamu yeye mwenyewe alikuwa ameshapatikana angekuwa Muislamu mpaka wa leo sasa. habari yako? mzuri sana mimi naitwa Dasha. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Justus Mayaka. Justus Mayaka, wewe ni mkaaji wa hapa na, naa, kabisa hapa Nakuru bila shaka, na unafanya kazi yako ya bodaboda hapa, kado na msikiti kabisa kabisa. Wakati ambapo tulipokuja kwa ajili ya kupambana na hoja za waislamu ulikuwepo hapa ama ulikuja baadaye? Hata wakati mulianza, mimi nilikuwa hapa hapa nikibebea bodaboda yangu hapa. Sasa una ushuhuda gani ambao unaweza kutoa dunia iweze kushuhudia kwa ajili ya kazi ambayo imefanyika na kuru hii? E, kwa kusema kweli yangu, kwanza ningependa kukushukuru bwana mchungaji Francis ndacha <laughs> kwa sababu umefanya kazi kubwa na ile timu ya kwanza ambao uliokuwa nao pamoja nao wale walimu ambao mulikuja nao hapa Nakuru, muliweza kutuhekimisha katika njia mandiko, ya maandiko, mkatuonyesha ya kwamba Uislamu si njia. Na kama sio pila mulikuja kutupainishia, hata mimi labda saa hii ningekuwa Muislamu, lakini kwa sababu mulikuja na hoja mkatusomea maandiko na hoja za mzingi, ndio sikatusawishi, tukakubali tukaona ya kwamba Uislamu si dini kabisa na si chochote. Hata Muislamu akikuja hapa mara mingi, hata sisi sasa ni kama umetupika sasa. Sisi tuna, tuko na uwezo na uchasiri ya kupambana na Waislamu, kwa sababu sira oca zako ndizo sinafanya tunapambana na Waislamu hata tukiwa hapa, kwa sababu sisi tunabeba katika mlango ya msikiti na Waislamu wakati wanapokuja wanapenda kutupea challenge, lakini ile challenge ambayo wanaileta kwa sababu ya ile hekima ambayo ulikuja kutufundisha, wanapata ya kwamba hawatuwezi. Kwa hivyo ningependa kukushukuru sana Mchungaji. Aha, kwa hivyo uh, unaweza kuwaambiaje wale ambao wana changamoto za hoja za Waislamu duniani, kwa sababu kuna nchi nyingi ambazo kuna changamoto kama vile ambavyo changamoto hiyo ilikuwa hapa Kenya. Unaweza kuwabiaje wale ambao wana changamoto kama hizo, wale ambao wako na hizo changamoto zote, kitu ambayo ningependa kuwaomba wapate kufuatilia, kwa sababu kama sisi pia huwa tunafuatilia katika ile chaneli yako ya Biblia Nuru ya Dunia, huwa tunaifuata sana katika hicho zako ambazo unazo g na Waislamu ndizo zinazofanya ndizo zinazofanya tunakuwa na ujasiri ya kimaandiko ya kwamba ya kutetea na kusema ya kwamba Uislamu si dini hivyo. Wale ambao watasasawishiwa wakubali kwamba Uislamu wa ni dini, ningewashauri wapende kusikiza hoja na wafuate vitabu, yaani wasiingie kwa kusilimu tu, ili wafuate kufuata vitabu waangalie vitabu na wafuate masomo ili wajue njia ambayo wanayoenda ni njia ina gani. Yes, ha, asanti. Mungu akubariki sana. Ni joba mwingine ambaye anaweza kuwa na maoni <coughs> aweze kukaribia. Ha, habari yako. Hapa kuna Muislamu ambaye anasema ana swali. Tutampa nafasi ya swali, na uwe tayari kuwa na maandiko, usikuwe tu na maswali tu na maandiko huna. Haya, habari yako mzuri? Mimi naitwa Ndasha. Wewe unasema wewe unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Bernard Mwangi Kulia. Mimi, Bernard Mwangi Kuria. Naam. Na mimi ni mkaaji wa hapa Nakuru. Naam. Nakuru. Mimi nabebaga na bodaboda hapa opposite Jamia Mosque. Naam. Na nimeishi hapa kwa muda, na kwa kusema kweli, sababu ya kuishi kwangu hapa nikiwa kama Mkristo nilikuwa nimefika mwisho, na nilikuwa naona imani yangu ni kama na yasaibadilisha kulingana na hoja zile Waislamu walikuwa wanazitoa silikuwa sinakaa ni za ukweli, lakini mwalimu alikuja na akaiweka. Mwalimu Francis Dasha huyu mwenye mnatuona na yeye hapa alikuja na kuniokoa na kunionyesha ile njia iliyo sawa, ni ile njia yenye mimi niko na. Wakati Waislamu walipokuwa wanaweka mikutano yao walikuwa wanaweka tu hapa nje ya msikiti, walikuwa wanaweka hapa nje ya msikiti, na Wakristo waliokuwa wanaenda pale kwa sababu ya kujibu maswali ambayo yalikuwa yanaulizwa na walimu wa Kiislamu, walikuwa wanaweza kuyajibu maswali yale kwa, kwa usahihi wale walimu wenye waliotagulia kabura yako hawakuweza kujibu zile maswali sababu ulikuta masomo yao ilikuwa chini. Sasa wale ule mwenye aliyekuja kuweza kukabiliana na wale Waislamu kwa hoja silio sa ukweli ni wewe tu Mwalimu Dasha. Asante. Ah, Mungu akubariki sana na natumai ya kwamba hauwezi kuacha imani ya Kristo tena na kufuata imani ya Kiislamu ambaye nadhani ya kwamba waislamu wanamuinua sana mtume Muhammad kuwa die nabii wa mwisho. Uliweza kuelewa nini kuhusu Muhammad? Ni kwa nini huwezi kuwaaminia Muhammad? Mimi ile kitu yenye nilirudi kujua, waislamu ni waongo. Kuna maandiko walikuwa wanasoma ile Wakorintho wa kwanza 15 15 walikuwa wanasema walio lala ndani ya Kristo wamepotea, kwa kuwa Yesu Kristo hakufufuka. Lakini mimi mwenyewe afuta ulikuja na kuweka na kuweka hapo. Sawa, nilisoma mwenyewe nikajua hiyo maandiko vile inaenda mpaka mwisho. Sasa mimi wakati walikuwa nasema walio lala ndani ya Kristo wamepotea mimi nikaona ni kweli kama ni Biblia inasomwa na wale walio lala ndani ya Kristo wamepotea. Mimi nikashindwa hapo na ni Biblia. Inaenda kwa hivyo, ni Wakorintho wa kwanza 15, 18 Waislamu 15, 15. 15. Walikuwa wanasema na hapo nao waliolala katika Kristo wamepotea wame. Sasa wewe ukisikia wakisoma huko, yeah. Unaamini una ya kwamba ni kweli andiko hilo linasema kwamba Wakristo wamepotea, Wakristo wamepotea, lakini baadaye ukakuja kujua ni ya kwamba kama Kristo hakufufuka waliolala katika Kristo wamepotea, wamepotea. Alafu andiko pale chini linasema sasa Kristo amefufuka katika wafu, yeah. Kwa hivyo wale waliolala katika Kristo hawajapotea, hawajapotea kwa sababu potaya. Yesu amefufuka waongo. Kajua ni waongo. Asante Mungu akubariki sana. Asante mwalimu. Aya, sijui kama kuna mtu mwingine ambaye anaweza kuwa na jambo lolote la kusema na kuna Muislamu ambaye alikuwa hapa anasema ya kwamba ana swali, lakini baadaye ameweza kuondoka kidogo. We, kuja kidogo nikusalimie, maana huyu <coughs> huyu ako hapa, miaka neda miaka rudi, miaka neda miaka rudi, ako hapa anaitwa Ishimaili Ishimaili, vile unavyomuona hapa Naona uh, sasa ashakuwa asha, asha, asha mzee ashakuwa mzee, kwa hivyo nadhani ya kwamba kuna maneno sasa anaendelea kuyaelewa kwa udani kuliko alivyokuwa anaelewa akiwa kijana. Asalamu alaikum. Waalaikum salaam. Hali uh, yako vipi unaendeleaje kwa muda mrefu tangu tu, tuachane hapa? Tulipoachana tangu ulipoanza ukiwa na nafikiri ulianzahu madhara ukiwa na miaka 18. Na ndio. Hata ujaoa <laughs> ulikuwa mdogo, mimi nilikuwa mkubwa wako. Naam. Tumefanya sana miadhara hapa, lakini mimi bado ni Muislamu. We bado ni Muislamu eh, lakini licha, sasa swali ni je, hapa nje ya msikiti mlikuwa mnafanya mijadala sana? ni yeah. nini kimefanya mijadala hiyo ikakoma? sasa hamfanyi? tunakuja kwa hivyo. lakini kwa sasa mmekuwa muda mrefu hamjafanya. tunakuja kwa hivyo. Mnajipanga? Tunajipanga. kuna vitu mmekosa? ni vile, vile hatujapata challenge yeyote, tulimaliza Ukristo hii area Oh, mlimaliza Ukristo. Hakuna walimu wa Wakristo na kurui ambao hey. Wakati mlipokuwa mnafanya hapa nje ya msikiti mlikuwa na walimu gani wakati huo? Tulikuwa na Ustad Nasoro Abubakar Mawembe. Wako ama walihama wapo, wanachapa dawa nje ya, ya, ya, ya, ya mjua. Lakini, ya lakini, hapa nje ya msikiti kidogo mumetulia. Tumetulia kwa sababu tumemaliza kazi ya Ukristo, oh, er lakini, <laughs> ni vizuri kama utarudi, ukirudi sisi tuko tayari. Amko tayari kwa, kwa sababu. Kwa sababu, kwa sababu sasa nyinyi amfanye hapa nje ya msikiti na kuna nafasi, naomba sasa mimi nirudi ludi, alafu mnipe nafasi hapa kwa msikiti hapa nje. Kwa hivyo nitaweka spika zangu hapo ndani, i, aa, hapa nje ya msikiti hapa hapa, si nikiwaja tu eh? ni kiwaja tu tuongee maneno ya Mungu. Asante. Kila la heri. Uh, tumeingia katika mji wa Nakuru na tunaenda mahali ambapo panaitwa Wanyama, Mzee wa Nyama. Mzee wa Nyama, tutakuwa na mkutano leo mpaka siku ya Jumamosi. Tutakuwa na mkutano hapo Mzee wa Nyama, kwa hivyo hii ndio tauni ya Nakuru. Hapa ndio nimekaa sana, hapa ndio nimefanya kazi kubwa, lakini kama vile ambavyo umesikia ushuhuda wa watu wawili, Biblia inasema ya kwamba ni ukweli ya kwamba kazi ilifanyika na kazi ina mazao yake. Mungu awaweze kuwabariki sana. Asante. Shalom.